imechaguliwa kwa washindi wa leo. Umejishindia shilingi milioni moja. So Mr. Bernard, kitu unahitajika kufanya ni lazima utaactivate hiyo pesa, ndio tuweze kukutumia direct kwa account yako. Uko wapi saa hizi? Machakos? Sawa, so, hata nimepata message. Yeah, yeah pesa yako itakuwa activated within 30 minutes. Ukishalipa shilingi miatano hapo saa hii ya yeah, ukilipa tuna activate tuna, tuna kuwekea kwa hiyo namba sawa, namba ni ile ile tu. Weka tuweke kwa hii namba alafu uactivate the money then tujue vile kutaenda. Kujua, kuna mdua, z so unakuwa na, una na, una na ufala bana so nitaka kuchoma bana. Hana choma aje? Unafanya wana ni doubt bana, unakanga aje na kichwa kubwa, si ndio utulia bana, manene inenda kuingiana bana. Unakanga aje bana, uko na ujinga bana so nitaka kuchoma bana, mimi naunda manene bana, tulia niona Bana, aji, uoko na ujinga bana, misheveve ya nini? Mimi siwezi kula misheveve bana. Misheveve ya nini? Bana, ataununziawaadabama Fanya aje hacha niende wote. Ea, awakula bana, njoo itakuumia huko, hakuna kwenye tunaenda bana.

Nini? Ama thief. Ai ndugu yangu acha ukora wewe. Ama thief ni nini? Nini? Hata acha niende bwana. Mimi ni mwizi. Ni nini? Si unasema mimi ni mwizi? Unaniacha hivyo ndugu yangu. Unataka nisaidie aje? Basi nipe hapo nini au mena basi. Nini au mena bwana. Kula misheveve bwana. Mena basi hata. Hii kitu ni healthy. Yes, ula bana hii kitu ni healthy. Gift, gift, kula, ba. Hii kitu ni healthy. Washa moto bana. Si ulikuwa unaongea chafu. Yeah. Uh -huh. Unataka kanu kupakulia ama nikupakulia sasa? Kule. Wewe kula tu hizo. Mm -hmm. Hizo. Acha mimi cheki kina mato hivyo tuone vile kutakuwa wamanyishia. Kuna kuna ka fomu huko hivyo. Vayolens, wewe nda kula ndakamu ndakamu, hey,